Mtazamaji leo, tumerudi mafichoni na tunatembelea tena elimu nzito kutoka kwenye vitabu vilivyodaiwa kutumiwa kwa malengo ya kufanikisha yasiyo ya kawaida. Hizi ni grimoire zinazoheshimika na kuogopewa na wengi mno, na ni elimu esoteric toka enzi na enzi. Hivyo leo tunaingia eneo lenye giza zaidi, mahali ambapo si kila mtu anaweza kustahamili. Hivi ni vitabu ambavyo havizungumzii hadharani vitabu ambavyo wengi wanahifadhi kama silaha ya kiakili lakini pia kama sumu ya nafsi. Leo nitakuchambulia vitabu vinne, kimoja baada ya kingine, kutoka kile kinachoonekana ni mwanga wa hekima hadi kile ambacho kimefungwa kwa minyororo ya laana, kikipigwa marufuku na dini, jamii na hata akili za kawaida. Lakini kabla hatujaendelea, niseme wazi, kama wewe ni mtu mwenye moyo mwepesi ama unayeogopa kuhoji misingi ya imani, basi video hii si ya kwako. Ifunge sasa. Lakini kama wewe ni mtafutaji mdadisi, unayehisi kuna zaidi ya tunachoambiwa, basi simama imara, kwa sababu safari itaanza kwenye kitabu chenye hatari ndogo na tutapanda ngazi hadi kile kinachochukuliwa kuwa hatari zaidi kuwahi kuandikwa. Na ukikaa mpaka mwisho wa video hii, nitakuonyesha namna ya kuvisoma vitabu hivi kwa lugha ya Kiswahili, ushuhudie kwa macho yako mwenyewe. Mtazamaji, sijaja kukuaminisha wala kukushauri utumie utachoshuhudia. Nachokupa ni mlango, uamuzi wa kupita ni wa kwako. Chaneli yetu lengo lake ni kukuletea tu elimu zilizo nyuma ya pazia, ili ufahamu nini kipo huko. Hapa ndugu, ni Kizani. Tunaanza safari hii tukienda polepole na kitabu cha kwanza, The Grimoire of Armadel. Hiki si kitabu cha kawaida ni maandishi ya karne ya 17 yaliyoandikwa kwa lugha ya Kifaransa na Kilatini. Kitabu hiki kiliebuka tena kwa umma baada ya mtaalamu mmoja wa mafumbo, MacGregor Mathers, mwanzilishi wa Golden Dawn, kukitafsiri mwishoni mwa karne ya kumi na tisa. Hata hivyo alionyesha hofu na tahadhari kubwa juu ya maudhui yake akisema kuwa si kila mtu anaweza kusimama uzito wa hekima iliyomo ndani. The Grimoire of Armadel ni mchanganyiko wa maombi, mihuri na michoro ya malaika wakuu kama Zadkiel, Uriel, Raphael na Michael, malaika wa nuru na ulinzi. Lakini kando na hayo, kuna alama za roho za giza kama Lucifer, Astaroth na Beelzebub ambazo zinaonekana kuwakilisha mapambano makali kati ya mwanga na giza. Wanafunzi wa grimoire hii wanasema kuwa inafungua mlango wa mawasiliano na ulimwengu wa roho, ambapo hekima ya zamani na nguvu za ajabu huingia ndani ya akili na roho yako. Aliripoti kuona ndoto za macho ya moto yakimwangalia sauti zisizo za kawaida zikimzunguka usiku mzima na hali ya hofu isiyoelezeka ikijaa moyoni mwake. Mtu mwingine, mwandishi wa vitabu vya uchawi vya zamani vinavyojulikana kama Magaia, alidai kuwa baada ya kusoma na kujaribu baadhi ya maombi, alihisi mabadiliko ya akili na hata kuanza kuonesha dalili za ugonjwa wa akili, jambo ambalo alipata ugumu mkubwa kulidhibiti. Historia haijathibitishwa, lakini imeenea kama hadithi miongoni mwa wakalimani wa mafumbo. Pia kuna wakosoaji wa grimoire hii wanasema kuwa maandishi yake ni mchanganyiko wa mawazo ya kidini na mageia ambayo ni hatari kwa mtu asiye na mwelekeo thabiti wa akili na roho. Wanasema ni rahisi kwa mtu kuangukia woga, ujinga au hata kuingia kwenye mapokeo ya nguvu zisizowezekana kudhibiti. Lakini pia wanasema ni kitabu cha hekima za ndani zenye uwezo wa kufungua macho ya mtu na kuleta mwanga wa kiroho kwa wale waliotayari kifikra. Unapopitia mistari ya Grimoire of Armadel, unapokea maelekezo ya kutekeleza maombi ambayo yanadai kuleta usaidizi wa malaika wakuu. Lakini kwa upande mwingine, unajua kuwa unapogonga kwenye mlango wa nguvu za giza, hatari yake sio ndogo. Wasomi na wafuasi wa mageia hufafanua hii kama safari ya mwanga na giza, ambapo kila hatua ina uzito wake na hakuna anayeweza kurudi nyuma bila kubadilika. Tukipiga hatua moja mbele gizani sasa, tunaingia kwenye kitabu cha pili, the book of Sitra Achra. Kitabu hiki kilichotolewa na kundi la temple of the black light, pia likijulikana kama misanthropic Luciferian order, lenye dini kali ya chaos gnostic satanism au anticosmic luciferianism. Hii ni jamii inayosisitiza kuwa uumbaji ni kizuizi kinachotakiwa kuvunjwa. Fahamu vizuri hapo mtazamaji. Grimo hii imeandikwa na mwandishi anayojulikana kama NAA 218, jina la kificho la mwanachama wa kundi la siri. Baadaye alijulikana pia kwa jina la AD Mesa alipotoa toleo jingine la kitabu hiki kwa jina la Sefa Ha Sitra Akra. Kitabu hiki kilichapishwa na Xasa, wachapishaji wa vitabu vya uchawi na gnosticism ya giza, maarufu kwa kutoa maandiko ya nadra na yenye maudhui mazito ya kiroho na siri. Toleo hili lilitolewa kwa idadi ndogo sana na lilibeba mwonekano wa ajabu . Kitabu kimeonekana kimefungwa kwa ngozi kikiwa na mihuri ya dhahabu na kurasa zilizochapishwa kwa uangalifu mkubwa, kana kwamba kilitengenezwa kwa mkono wa mtu asiye wa kawaida au wa giza. Jina Sitra Achra kwa Kibrania linamaanisha upande mwingine, ni upande wa giza giza lenye nguvu za uchawi na akili zisizo za kawaida. Kitabu hiki kinachanganya aina ya uchawi unaoitwa Clifothic magic, ambao unaelezea elimu kuhusu ubali wa giza wa mti wa maisha wa kabala. Kwa jina jingine, elimu hii inafahamika kama black divination. Ndani yake kuna masharti ya kufanya evocation, yaani kuita roho au miungu ya giza, pamoja na maagano yanayojulikana kama infernal pacts. Mikataba ya kiroho baina ya binadamu na nguvu za kuzimu. Kama unavyozisikia hizi ni elimu nzito mno, mtazamaji. Lengo kuu la mafundisho haya ni kumpeleka msomaji katika hatua ya juu kabisa ya kile kinachoitwa anticosmic transcendence hatua ya kuvunja kabisa uumbaji wote unaodaiwa kuanzishwa na kiumbe wa kimungu aitwaye Demiurge ambaye kwa mafundisho haya huonekana kama mfungaji wa nafsi, si mwokozi. Kinajenga hadithi za kiumbe wa giza anayejulikana kama Dragon of the Other Side. Ndani yake kuna mihuri ya kiklifos na miongozo ya kujenga Klifosic Temple, kimekamilishwa na maagizo ya kina ya uchawi yakiambatana na ritual za uchafu wa kiroho, undaji wa talisman za nguvu za giza, na matumizi ya viungo maalum kama uvumba kwa ajili ya kufungua milango inayojulikana kama gates of hell au milango ya moto, milango ya kuzimu yenye hatari ya kiroho isiyotabirika. Jambo kuu ndani ya kitabu hichi ni kufanya wito kwa nguvu ya black fire, kuunda mkataba na general wa giza kuingia katika uchawi wa kiroho ulio mbali kabisa na mfumo wetu wa uumbaji. Wasomaji wengine wanaeleza kuwa huibua mlio wa ujenzi mpya kinyume na uumbaji. Kuna sources zina hadithi kuhusu watu wakipewa miongozo ya kuunda talisman na baada ya kufuata utaratibu waliona maono ya malaika weusi wabebao wa mapanga ya nuru. Wengine wameripotiwa kupata wazimu wa akili badala ya kufanya harakati zinazoagizwa ndani ya kitabu hiki. Hakuna uthibitisho rasmi, lakini hadithi hizi zinaonyesha kwa juu nini kitakukuta ukiteleza, kwani wakosoaji wake wanasema wazi, hiki si kitabu cha hekima, ni mtego wa giza kinaeneza fikra za upotovu na hata uharibifu wa nafsi. Wengine wakienda mbali zaidi na kusema hata kuwa nacho ndani ya nyumba ni hatari, na kuna wanaamini kuwa kundi linalohusiana nacho kitabu hichi Temple of the Black Light lina historia ya msimamo mkali, chuki kwa dini na jamii, hata kuchochea uasi wa kiroho. Kwa hiyo wapo wanaokitazama kama mwongozo, lakini wengi wanakiogopa kama sumu. Ila jambo moja ni hakika Si kitabu cha kujaribu bila kuelewa nini unafanya, mtazamaji. Kiukweli hii si grimoire ya kufurahia, ni mlango wa mbali na tofauti kwenda gizani, na kwa mwenye moyo dhaifu, labda sasa ni muda wa kuachana na kutaka kujua nini kimo ndani ya grimoire hii. Ila wale walio tayari kuzama kwenye giza, milango imo mingi mno ndani humu. Baada ya hayo, kwa yoyote anayehitaji kusoma kitabu hichi katika lugha ya Kiswahili yani, tafute whatsapp katika nambari hiyo, nitamkabidhi kwa bei nafuu. tukiacha kitabu hichi nyuma yetu sasa tuingie chini zaidi kwenda kitabu cha tatu. Kitabu cha tatu kinaitwa The Book of Azazel, kimeandikwa na mtunzi anayejiita EA Coating, jina ambalo linafahamika na kuleta mshtuko mno kwa wanaimfahamu. Huyu ni mtu ambaye wengi humwona kama mchochezi wa giza, lakini wengine wanamchukulia kama mwalimu wa siri za kale ambazo jamii ya sasa imezificha kwa makusudi. Kwenye kitabu hiki Koiting anadai kuwa alifanya maombi ya damu kwa siku sitini mfululizo, akimwita Azazel, yule malaika wa kale aliyeanguka, anayesemekana kuwa mwalimu wa uchawi na uasi dhidi ya nuru. Na huu haukuwa wito wa kawaida, alikuwa anafanya tambiko za damu, akiingia kwenye hali ya kipekee ya kiroho, na anadai Azazel mwenyewe alimjibu. Sauti, maono na maarifa mengi ya ajabu yalianza kumjia, Ndipo akaanza kuandika kila kitu alichokuwa anafundishwa. Kitabu chenyewe kinajengwa kama mwongozo, kwani si tu maelezo ya kinadharia, bali mwaliko wa moja kwa moja kwa kufanya kazi na Azazel, kwani alipewa alama za kishetani, maandishi ya maagano na masharti ya kufunga mikataba ya kiroho na Azazel. Lengo lake halikuwa tu kufundisha, bali kumtambulisha Azazel kama mwalimu halisi wa ukweli, mwalimu wa upande wa giza ndani ya kurasa hizo Koiting anasema alifundishwa kuhusu Black Flame, moto wa giza ambao kila mwanadamu anao ndani yake, lakini umelazwa na dini, jamii na hofu. Azazel alimwambia kuwa mwanadamu anaweza kufikia nguvu ya kiungu kwa kuasi miungu iliyowekwa juu yake. Mtazamaji, umelisikia sahihi hilo, hili siyo fundisho la kawaida, ni wito wa mapinduzi ya kiroho kwa kupitia njia ya giza, na si ajabu kuwa baada ya kuchapishwa kitabu hiki kilizua mishtuko mikubwa. Watu walidai kukipitia na kuhisi hali ya ajabu. Mmoja alieleza kuwa baada ya kukisoma alianza kusikia sauti usiku na kuhisi kama kuna kitu kinamtazama wakati wote. Wengine waliona ndoto kali, waliamka usiku wakiwa wanatetemeka, na walikiri kuwa haikuwa ndoto ya kawaida. Walihisi kama wamevuka mstari fulani wa kiakili na kiroho. Lakini si wote waliosimulia haya walikuwa na maoni mabaya. Kuna waliokiona kitabu hiki kama njia ya kweli ya kuifahamu dunia kwa undani. Mmoja alisema, sikuwahi kujua nguvu nilionayo hadi nilipokutana na Azazel. Alinionyesha mimi ni nani na ni nini ninapaswa kuwa. Hata hivyo, kundi kubwa la watu walianza kumshutumu Koiting kwa kuwa tapeli wa kiroho, mtu anayewauzia vijana ndoto za nguvu kupitia majaribu ya hatari. Wengine walidai kuwa baadhi ya waliotumia kitabu hiki walipata matatizo ya akili. Wengine wakawa wepesi wa hasira, walijitenga na jamii au kuingia kwenye hali ya kutokujiamini kabisa. Hadithi nyingine ya kushangaza ilikuja kutoka kwa kijana aliyesema kuwa baada ya kufanya ritual ndogo aliyoona ndani ya kitabu hicho, alihisi kuwa hewa inabadilika na akaona kivuli kikitokea ukutani. Tangu siku hiyo, alianza kuona ndoto zile zile za kila siku, ndoto ambazo Azazel alikuwa anamtokea na, na kumwambia mfuate zaidi. Kuna wengine walitupa kitabu hicho nje ya nyumba zao, wakiamini wamefungua mlango wa nguvu waliotakiwa wakae nao mbali. Lakini hata pamoja na hofu hizo, kuna kundi la wafuasi wa Koetting wanaoamini kuwa The Book of Azazel ni mlango wa kweli wa kujifunza siri za kale zile ambazo dini na jamii zilituficha kwa hofu ya sisi kufikia kiwango cha kipekee cha utambuzi. Wanasema kuwa hichi ni kitabu kinachotambulika kuwa hatari kwa sababu hakihubiri hofu, kinahubiri uhuru wa kweli, hata kama huo uhuru unakupeleka katika giza. Lakini kweli unaotisha ni huu: kitabu hiki si cha mchezo, kinahitaji upevu wa mambo ya kiroho. Hakitaki mtu anayetafuta burudani au kujaribu tu. Ni mlango unaofunguliwa na mara ukifunguliwa, hauwezi kufungwa bila gharama. Kuna waliokisoma na kusema maisha yao hayakurudi kuwa kama mwanzo tena. Hivyo basi The Book of Azazel ni zaidi ya maandiko, ni mkataba wa kiroho, na si kila mtu anaweza kujiunga. Mtazamaji, kama kumebaki chembechembe za ujasiri ndani ya moyo wako, basi nitafute WhatsApp kuweza kusoma kitabu hiki katika lugha ya Kiswahili. Baada ya ngazi tatu za giza, tunafika kwenye kilele, kwenye kitabu kinachoitwa The Forbidden Grimoire of Harut and Marut. Harut na Marut tayari wameshaelezewa katika maandiko ya kidini. Lakini kuna siri nyingine zaidi zimeibuliwa kwenye mfumo wa occultism. Harut na Marut ni malaika wawili waliotumwa Babeli kama inavyosimuliwa katika Qurani kwa lengo la kufunza, kujaribu na kudhibiti hekima ya uchawi. Baadhi ya taarifa ndani ya kitabu hiki zinaonyesha kuwa walifundisha pia elimu za kimaumbili na kiroho, kwa hekima zisizotolewa pengine popote pale. Kitabu cha The Forbidden Grimoire of Harut and Marut kilitangazwa rasmi mwaka elfu mbili na kumi kikiwa kimechapishwa na Misri anaitwa Al-Tohi. Maandishi hayo yalionekana kama kupindua hekima ya dini kwa kumwita Harut na Marut pamoja na siri zao. Grimoire hii inafundisha jinsi ya kuunda talisman zenye nguvu za majini, jinsi ya kuutumia uvumba maalum na hata jinsi ya kufungua milango ya moto au gates of hell, mageti ya kuzimu yenye nguvu za kushtua. Moja sehemu zenye utata ndani ya kitabu hiki ni maagizo ya uchawi wa kuvunja vizuizi vya kiroho, ambapo mtaalamu anatakiwa kuzungumza maneno kama tambiko kusomea miti kwa maana ya kuamsha nguvu zilizolala na kutumia mchanganyiko wa viungo vyenye harufu kali ili kupenyeza kinachohitajika kwenye nafsi. Kiufupi ni elimu nzito za kiroho zilizofungwa ndani ya kurasa hizo. Watu waliokisoma kitabu hiki wanaripoti kuwa walishuhudia hali za kiroho zisizoeleweka, nguvu za ajabu zinazoonekana kupenya moja kwa moja ndani ya nafsi zao. Mashahidi wengine wanasema walishindwa kabisa kupata usingizi baada ya kufungua kurasa za vitabu hivi, na walipoteza hali yao ya kawaida ya kufikiri. Walitumbukia katika hofu ya kudumu wakihisi kana kwamba wamefungua mlango wa kiroho ambao hawakuweza kufunga tena. Lakini pia wapo ambao wanashuku kuwa si kitu zaidi ya hadithi za propaganda za occultism. Wanasema ni mtindo wa uongo uliotumia jina la dini kusambaza wasiwasi wasi. Lakini mafanikio yake ni madogo. Wakosoaji wanaangalia maandishi haya kama yale yanayoweza kusababisha uvurugaji wa akili, kutengeneza hatari ya kiroho kwa mtu asiye na msingi hata baadhi ya wa wasomaji wa dini ya Kiislamu wanaonya kuwa kufuata mwenendo huu ni dhambi kubwa, inaweza kusababisha kuteswa milele. Kwa upande mwingine, wachambuzi wa mageio wameripoti kwamba baadhi ya talisman hizi kutoka ndani ya kitabu hichi zilitumika na kufanya kazi vizuri. Wengine walieleza kuwa walihisi faraja isiyo ya kawaida ya kiroho na wengine wakiripoti kupata mafanikio makubwa ya nguvu za kipekee kama vile walikuwa wanatumia chembe za nguvu za kale. The Forbidden Grimoire of Harut and Marut ni mlango wa giza usio na mwisho, kutoka siri za dini zilizofichwa hadi uchawi wa giza wenye nguvu za kutisha. Kama madai yako sahihi, elimu zilizokuwemo humu ni toka malaika walioleta uchawi duniani Harut na Marut, hivyo si kitabu cha kuchezea wala kujifunza bila tahadhari. Kama unataka kuingia humu bila kuwa na nguvu za kiroho, utafungua milango isiyo na huruma na wewe na kwa bahati nzuri au mbaya, hichi ndiyo kitabu pekee katika listi hii ambapo hatuna tafsiri ya Kiswahili, ila hivyo nilivyoelezea nyuma, vyote unaweza kuvipata kwa kunitafuta kwa namba hiyo kupitia WhatsApp. Kwa anahitaji kitabu cha The Forbidden Grimoire of Harut and Marut atakipata kwa kiingereza tu. Mtazamaji, tumemaliza kupitia vitabu vinne vya hekima za giza, kila kimoja na siri zake, hatari zake na nguvu za kiroho zisizo za kawaida, lakini tukumbuke hapa hatukuja kuhamasisha wala kuhalalisha chochote. Tunaishi katika ulimwengu wa siri na tunatafuta ili kuelewa, si kuiga wala kujaribu hatari hizi kwa ubinafsi. Kwa mtu mwenye moyo dhaifu, huu si msongo wa mawazo unaopaswa kuchukuliwa kirahisi, lakini kwa waliopo tayari kuangalia kwa kina, wanakaribishwa. Usisahau ku like, ku comment na kusubscribe. Hapa ni Kizani, sehemu ambayo siri na elimu nzito hufichuliwa.